Urusi na Marekani zinajadili uwezekano wa kuwa na ushirikiano katika miradi ya madini adimu ya chuma ya Urusi. Hayo ni kulingana na kauli rasmi iliyotolewa na Kirill Dmitriev, mkuu wa hazina ya utajiri wa Urusi. Madini hayo adimu ni muhimu sana katika utengenezaji wa bidhaa zinazohusisha teknolojia ya kisasa kama simu janja, kompyuta mpakato, na hata magari ya umeme Dmitriev anaongoza mfuko wa uwekezaji wa moja kwa moja wa Urusi na ni mtu muhimu katika mazungumzo ya Moscow na Washington juu ya kurekebisha uhusiano wa pande hizo mbili. Wakati huo huo, Urusi imefanya mashambulizi usiku wa kuamkia leo, yakiwa ni mashambulizi yaliyoendelea kwa siku ya pili mfululizo katika mji wa Kharkiv ulioko kaskazini mashariki mwa Ukrain. Watu watatu wamejeruhiwa na mashambulizi hayo yamesababisha moto kuwaka katika majengo kadhaa ya viwanda. Maafisa wa kwamba shule mbili za chekechea pia zimeharibiwa vibaya. Meya wa jiji la Kharkiv, Ihor Terehov, amesema mashambulizi ya Urusi kwenye mji huo wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine yameilenga wilaya moja kongwe katika jiji hilo. Meya Terehov amesema majengo matano ya viwanda na moja la kufanyia utafiti na uzalishaji wa bidhaa za kibiashara yameharibiwa. Rais Volodimir Zelenski ameitaka Marekani na washirika wa Ukraine kuongeza shinikizo kwa Urusi ili kuvunja uwezo wa nchi hiyo wa kuendeleza vita. Tunatarajia kwamba Marekani, Ulaya na washirika wetu wengine wote wanaotafuta amani kwa dhati na usalama wa uhakika watatumia zana zote muhimu kuibana Urusi, sote tunafuata diplomasia ili kufanikiwa kupata amani, isipokuwa Putin peke yake. Kwa hiyo ni lazima shinikizo litumike kwake, ili diplomasia ipate kufanikiwa na maisha ya watu yaweze kuokolewa. Zitya, Urusi imefanya mashambulio hayo wiki moja tu baada ya Marekani kusimamia usitishaji wa vita kwa muda dhidi ya miundombinu katika Bahari Nyeusi. Pande zote mbili za Urusi na Ukraine zinashutumiana kwa kuvunja makubaliano ya kusitisha vita. Kumradhi msikilizaji na mfuatiliaji wetu, ripoti ya Zainab Azizi ilikuwa zaidi kuhusiana na mzozo wa Urusi na Ukraine badala ya mashariki ya kati, yaani, Urusi imejadili na Marekani juu ya mpango wa madini ya dimu na uh, nchini Urusi. Lakini wakati huo rais wa Ukraine amesema kwamba Urusi imefanya mashambulizi ya droni kwa siku mbili mfululizo katika mji wa Kharkiv na imeitaka Marekani na washirika wake Ukraine kupambana na Rais Putin ili amani ipatikane. Asante.